Ili kuimarisha mshikamano wa vizazi, jamii inapaswa kuwa sehemu salama ya kuishi kustahimili ustawi wake. Hospitali ya Taifa Muhimbili, wao wamehamasisha jamii katika changamoto za kijamii kwenye sekta ya afya. Ndani ya jamii utagundua kuna changamoto za maradhi e, kwa upande mmoja ni ya tiba, lakini kwa upande mwingine ni wa kijamii. Tuna changamoto nyingine ya utupaji wa watoto tuna changamoto za mimba za utotoni, tuna changamoto za ukatili wa kijinsia. Hayo yote kwa ujumla wake tunaya address katika wiki hii, kuhakikisha jamii inapata uelewa juu ya changamoto hizi na namna na gani na ni wapi wanatakiwa kupeleka hizo changamoto zinapokuwa zimejitokeza. Wadau wa jamii wameshauri serikali kuwekeza nguvu zaidi ndani ya jamii ili kuendelea kuimarisha ustawi katika sekta mbalimbali hususan katika ajira. Namna ambavyo tunaendelea kuzaliana, Tanzania ya miaka ishirini ya miaka thelathini sio Tanzania ya leo. Idadi ya Watanzania inaongezeka, kwa hiyo mipango yetu ikoje? Sasa hivi tuna dira ya maendeleo ambao mchakato unaendelea wa kuhakikisha kwamba tuna dira ya maendeleo ambayo itatupeleka kwa miaka mingine 25. Kwa hiyo utaangalia ni kwamba mipango tunayo mizuri, lakini tuhakikishe tunaitekeleza ili mwisho wa siku tuwe na ustawi ulio imara. Lakini pia kundi kubwa la vijana, hii ni changamoto kubwa na sio Tanzania tu, ukiangalia nchi nyingi za Afrika, hata duniani huko, vijana wengi sasa hivi wanakabiliwa na changamoto ya ajira. Kwa hiyo tuangalie pengine ni mifumo ya elimu au pengine ni hali ya maisha, lifestyle yetu, tunafanya nini ili kuwasaidia vijana waweze kujiajiri, ili kundi kubwa likiweza kufanya kazi litaleta tija kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tunahisi pia serikali bado iendelee kupanga bajeti za kutosha kwa ajili ya yale mabaraza ya watoto yaweze kufanya kazi vizuri katika halmashauri, lakini pia um, vijana pia wapewe nafasi za kufanya maamuzi, kushirikishwa katika maamuzi yanayowahusu wao. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa mtu binafsi, tuseme kwamba kila mtu naye anapa, anapaswa kufanya jitihada zake. Serikali inafanya, lakini pia na mtanzania mmoja mmoja anapaswa kugusa, kwa, kuguswa kuhakikisha kwamba naye anafanya jitihada za kuhakikisha kwamba anastawi ustawi wake binafsi, lakini pia na taifa kwa ujumla. Ili kuhimili ustawi, ni wazi uhalifu wa nyanja zote katika jamii unapaswa kudhibitiwa ipasavyo na kuleta mshikamano katika vizazi kwa ujumla, kwa kufanya dunia kuwa mahala salama pa kuishi. Kwa mujibu wa takwimu za jeshi la polisi hali ya uhalifu nchini katika kuleta ustawi wa jamii, Januari hadi Disemba mwaka jana, bado kumeendelea kushuhudiwa uhalifu wa jamii katika makosa makubwa na madogo ya jinai, wakati ambapo makosa ya jinai yakiwekwa makundi matatu ya jinai: makosa dhidi ya binadamu makosa ya kuwania mali na makosa dhidi ya maadili ya jamii. Baadhi ya makosa makubwa dhidi ya binadamu ni mauaji kubaka kulawiti na usafirishaji haramu wa binadamu ambapo kumekuwa na ongezeko la 2630 kutoka mwaka 2022 ambapo aliripotiwa 11118 hadi 13748 kwa mwaka jana sawa na asilimia 23.7 ya makosa yenye ongezeko kubwa la kubaka na kulawiti wakati makosa ya mauaji na usafirishwaji haramu wa binadamu yakipungua Makosa dhidi ya maadili ya jamii ni pamoja na dawa za kulevya, nyara za serikali, silaha na wahamiaji haramu. Hapa makosa kama haya yakipungua, angalau huleta ustahimilivu katika ustawi wake. Msisitizo wa ustawi wa jamii bado unaendelea kuwa mtambuka kwa kushika kila sekta, kuendelea kuwa stahimilivu kwa ustawi wa jamii. Tumie Omary, Azam News, Dar es Salam.